Katika kijiji cha kale sana kilichozungukwa na milima iliyochakaa na mashamba yaliyokuwa yamechoka kama watu wake, aliishi kijana mmoja mwenye umri wa miaka 25 aliyeitwa Amani. Kijiji hicho kilikuwa cha zamani kiasi kwamba barabara zake ziliwa hatua za mababu zaidi kuliko ndoto za vijana. Amani alikuwa mkulima mdogo kama baba yake na babu yake kabla yake. Kila asubuhi aliamka kabla ya jua, akachukua jembe lake na kuelekea shambani. Lakini tofauti na wengine, Amani alikuwa na kitu kilichomchosha moyoni, hisia ya kwamba alizaliwa kwa ajili ya zaidi ya alichokuwa akiishi. Lakini kijijini hapo ndoto zilionekana kama mzigo. Usifikirie sana, wazee walimwambia. Hii ndiyo maisha, walisema, wido wa safari Siku moja wakati Amani alipokuwa akilima shamba lake lililokuwa halitoi mazao mengi, jembe lake liligonga kitu kigumu kong. Aliendelea kuchimba na kugundua sanduku la chuma limefunikwa na udongo na muda. Ndani yake kulikuwa na maandishi ya zamani na ramani ndogo iliyochanika. Maneno yale yalisema, utajiri wa kweli hauko ardhini, uko kwenye akili inayolima mawazo sahihi. Amani alichanganyikiwa. utajiri gani huu? Aliuliza kukata wito. Alirudi nyumbani na kuwaonyesha wazazi wake. Walicheka. hayo ni maneno tu, baba yake alisema. Mambo ya zamani hayalishi leo. Amani alitaka kuamini hivyo, alihifadhi sanduku na kuendelea na maisha yake ya kawaida, lakini maneno yale hayakuondoka kichwani mwake. Kukutana na mwalimu. Siku chache baadaye alikutana na mzee mmoja msafiri aliyekuwa amechoka, lakini macho yake yalikuwa na nuru. Baada ya kusikia hadithi ya Amani, mzee huyo alisema: Kijana, ardhi ile ile inaweza kuwa maskini au tajiri. Tofauti iko kwa anayefikiri. Maneno hayo yalimgonga Amani kuliko jembe lake. Kuvuka kizingiti. Amani alianza kubadilika. Badala ya kulalamika kuhusu udongo mbaya, alianza kujifunza. Alibadilisha njia ya kupanda. Alianza kuhifadhi maji. Aliamini kwamba fikra chanya ni mbegu. Watu walimcheka, unapoteza muda, walisema, lakini Amani aliendelea. Majaribu na changamoto. Kulikuwa na ukame, wakulima wengi walikata tamaa mashamba yalikaa kavu, lakini shamba la Amani lilianza kuonyesha uhai, si kwa miujiza, bali kwa akili, uvumilivu na mtazamo chanya. Hazina ya kweli simu ulipomalizika, Amani alikuwa na mavuno bora kuliko yeyote kijijini. Watu walishangaa, wasboliza ulipata wapi siri? Amani alitabasamu na kusema, sikupata dhahabu, nilipata imani ndani yangu. Sanduku layo alilirudisha ardhini kwa sababu hazina ilikuwa tayari ndani yake, kurudi na hekima. Leo kijiji kile cha kale kina jina jipya, kijiji cha mabadiliko na kila kijana anaambiwa hadithi ya Amani: usipoteze uwezo wako. Fikra chanya hubadilisha hata ardhi kavu kuwa bustani. Kama hadithi hii imekugusa, bonyeza like, andika maoni yako, na subscribe kwa channel Faithful Event, na usikose video inayofuata, The Owl Who Saved the Forest.